Ni maandamano na msafara wa baadhi ya wanachama wa chama cha Mapinduzi katika kata ya Makere wilayani Kasulu mkoani Kigoma waliojitokeza katika uzinduzi wa kampeni na kusikiliza sera za wagombea wa chama hicho katika nafasi ya ubunge wa jimbo la Kasulu vijijini na kata ya Makere. <tune> Katika kampeni za mgombea udiwani wa kata hiyo Samuel Philibet Kadogo ameahidi maendeleo kwa wananchi wa kata hiyo ikiwa ni pamoja na kuboresha miundombinu ya kijamii ndani ya kata hiyo kama vile uboreshaji wa barabara pamoja na miundombinu ya soko. Kata yetu hii inapitika sana muda wa kiangazi, napo pika masika kunakuwa ni changamoto ndugu zangu, naomba hata kwenye upande wa mradi wa ujenzi wa barabara warau za mitaani zile ambazo ni kubwa walau tuweze kuendelea kuupanua mji wetu wa Makere. Ndugu zanguni, hilo jambo nalo naliahidi tahakikisha, na kwamba na, na pambana kwenye halmashauri yetu, ili waweze kuona umuhimu wa mradi huo wa barabara zinazoingia mtaani, kwa sababu barabara zingine ndizo zinazopitisha magari makubwa ambayo pia yamekuwa yakiingizia mapato makubwa halmashauri yetu ya Kasulu DC. Ndugu zanguni, kwa mkoa wa Kigoma Kasulu DC tunao mradi tumepewa wa ujenzi wa viwanda vya uchakataji. Ndugu zanguni, kama ambavyo kata yetu inanukianukia na mji ni waahidi, ndugu zangu, ni kwenye vikao vya baraza la madiwani nitajitahidi kuwashawishi, lakini pia nikishirikiana na ndugu yangu mbunge, ikiwezekana ikimpendeza hivyo viwanda vya uchakataji, kwa sababu Makere ndiyo senta ya Kasulu Vijijini hiyo viwanda viweze kujengwa e, kwenye kata yetu, ndugu zangu. Mbali na kuahidi uboreshaji wa miundombinu hiyo, mgombea huyo ameahidi kusimamia haki na uadilifu pindi atakapochaguliwa kuwa diwani wa kata hiyo, kwa kuwa haki, usawa na uadilifu ndio msingi wa maendeleo. Niwaahidi kwamba mimi ifikapo tarehe 29 mwezi wa kumi mkishanichagua kuwa mwakilishi wenu katika kata yetu ya Makere, kwanza niwaahidi kuendeleza haki, amani na ustawi mkubwa katika kata yetu hii ya Makere. Ndugu zangu, na naisema hivyo kwa sababu ninaamini msingi wa maendeleo kwenye kata yetu unategemea mambo hayo. Naye mgombea ubunge wa jimbo la Kasulu Vijijini, Edibil Kazala amewaomba wananchi wa kata hiyo kumchagua diwani huyo kwa kuwa anaamini wakishirikiana wataleta maendeleo kwa wananchi wa Makere. Nataka ni waahidi nitakwenda kuwalipa utu kwenye miaka yangu tano nitakayokuwa mbunge wenu. Ninyi mnafahamu kazi kubwa ya mbunge aliyo nayo, lakini pia mnatambua umuhimu wa kuwa na diwani, bila kusahau umuhimu wa mheshimiwa rais. Tarehe 29 mwezi ujao tujitokeze kwenye vituo vya kupiga kura, twende tukapige kura. Ndugu zangu, twende tukampigia kura diwani wetu Samuel Kadogo ni kweli amepita bila kupingwa, lakini ndugu zangu, tunahitaji zile kula za heshima. Oktoba 29, mwaka huu Tanzania inatarajiwa kuingia katika uchaguzi mkuu wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa bunge pamoja na madiwani. Nikiripoti Buha News, mimi ni Ramadhan Zaidi.